Mara baada ya kutoka nje wanapata ni mzazi wa bibie. Mama huyu ni baba yake, lakini vile vile basi ni mama yake, sio wa kumzaa. Lakini basi ni yini hapa, pamoja na mako chan na ndio huyo. Basi wanasema wamemwona mtu kama kichaa. Basi huyo mwana mama yini anasema, sikutarajia kama tunaweza kufika hapa. Baba unaendelea, ni nini kimekupata baba? kila akiangalia hivi ni kama mtu asiyeeleweka. Baba yangu nini kimempata? Mwanangu hata siwezi kuelezea. Lakini mwezi mmoja uliopita, wakati tulipokuwa tunakimbia, wakati tunamkimbia fuo, basi ikawa ndio hivi. Baba yako alijigonga kichwa. Sasa hawezi hata kulijua jina lake tena, amepoteza kumbukumbu. Nimempeleka kwa madaktari wengi, lakini hakuna aliyeweza kumsaidia. Na sasa sidhani hata kama babako anaweza kukutambua tena. Nimesikia mambo mengi kwa hiyo nimekuwa nikitafuta kila mtu ambaye anaweza kumsaidia apate msaada na sasa tumeingia katika nyumba. Huyu Fengshu si nitakani msamehe. Kwa hiyo sasa unakuja, una kuileta na familia yako kabisa sasa kwa sababu ushakutana na ndugu zako wote. Siuondoke tu jamani, babangu iko katika hali hii, ni mpeleke wapi sasa? Zam lanja, sisi na familia yenu ni vitu viwili tofauti, mstuletee matatizo, mesikia? Hebu ondokeni hapo. Maisha yamekuwa mabaya, mzee kashapoteza yale ile mali yake. Sasa hivi kawa kama chizi, kwa hiyo kila mahali wanakoenda wanadhihakiwa. Mzee kapoteza kumbukumbu. Eh, na sasa hivi sasa maisha yao yamekuwa ndo kama hayo. Yaani wanatangatanga barabarani. Baba, baba, utakuwa sawa. Baba, baba. Kwa zoha, kwa zoha. Sasa mtu mmoja tu mwenye huruma

Kaka, hebu, unataka kuleta sifa gani katika nyumba yetu hapa kama ukimsaidia? Muda umeshaenda. Mimi nitafanya maamuzi kesho. Muite daktari, aitwe aje amuangalie. Misma alishukuru sana, ndugu zake walishangaa sana, lakini pia wakufurahia. Sasa cha ajabu, mahiti ambayo basi ilikuwa katika hali siyo hali, tunashangaa, inachezesha vidole, inachezesha mikono Eh, hii ndio kusema basi eh, Shao, ana uwezo wa kufufua mtu. Akasema mimi niko wapi? Upo demon section. Ngome inaitwa demon au ngome ya kichawi. Kiongozi wao sasa hivi kama tulivyoona ni bosi Shao. Akaambiwa basi ile kusaidia ni Master Huahanyi. Eh, binti anainuka kadondoka. Huahanyi kumbe alikuwa na uwezo sio wa kawaida. Binti akainuka anataka kusema, cha ajabu ni kwamba amepata kuwa hai tena. Mm, Chuno we Chuno, hebu subiri tafadhali Chuno! Wanamtafuta wanamfata, kinyume na yeye anatimua mbio, hajui hata anapokimbia sasa. Unataka kuondoka? Si mlango ule pale ale. Ukitaka kuondoka, usidhani kwamba nitakushukuru kwa sababu umeniokoa.

lakini pia kikombe hiki kikiwa tupu kinakuwa na jina jingine Chino, kwako ni hivyo hivyo. Ukisimama ukiwa katika ngome yako, unakuwa kitu kingine. Watu watasema wewe ni mali, kwa sababu umekaa na maua unanukia. Lakini sasa ikiwa utaamua kwenda kufanya mengine nje ya ngome yako, watasema ni mtoto aliyelelewa na makuchana. Lakini kama nilivyosema, unayo nafasi ya kuwa kitu unachotaka wewe.

ingawa hakukuwa na tofauti sana na mtu aliyekufa, lakini nimekusaidia kwa sababu najua haukufa, ila watu wengine wangedhani kama umeshakufa. Hey, kwa Kiafrika ni uchawi wanaosema mtu kachukuliwa msukule, unadhani kafa, unaweza ukamzika kabisa, mkamzika, baada ya muda unakuja, unafukua, unakutana na sijui, wanasemaga vipande vya mgomba, kitu kama hicho. Hey. Nataka nikukumbushe pamoja na kwamba basi umeamua umefanikiwa kutoka katika malango ya kuzimu, sijui kwa nini uende kumtafuta Fu Hongxue tena. Ingawa kama unataka kufanya hivyo, kabla hujaondoka, nikupe siku chache za kujitafakari, ishi hapa kama mgeni wangu. Alisikiliza yale maneno, akaona kwa kweli ni kauli nzito nzito, kauli nzito nzito. Hii ni picha ya Nan Gong Huan. E, picha ya Brother Ding. Leo anamwangalia mkewe, alishafariki muda mrefu, lakini leo anamwangalia mkewe kidogo, anashangaa mishumaa inazimika yenyewe. Akaiweka ile picha pale, kivipi mishumaa imezimika? anakuja kugeuka hivi anamwona Master Fu Hongxue, mwamba kumbe alishaingia pale ndani. Akasema yuko wapi? Unamaanisha nani? Akasema mimi hata sielewi unachoongelea, usitake kunichezea akili yangu. Unajua umemficha Makocha ni hapa nyumbani kwangu. Haya mtoe haraka ili nisiweze kuleta matatizo hapa.

Hatuhitaji mambo ya kipuuzi hapa. weka upanga wako chini. Nikuhudumie kama mgeni, nikupatie chai tuongee mambo mengine kidogo. Naye akatoa silaha na yake pale pale. na woyo innake na sasa, naona uko tunakoelekea, huko naona tunaenda mbali sana. Ah, naona sauti nataka kuambaya, pangoja kidogo turekebishi hapa. Hapo mambo yamekaa safi kabisa, ili tuendelee kuenjoy mtazamaji. Sauti ilikuwa taa kuleta mushke, lakini sasa tumeshaiweka. Sasa pale ndani, unaambiwa wakaanza kupambana, kupambanaa, wanaumewa mwamba naye sasa. Angalia, ni ukweli kabisa kwamba vitu vinaanza kuharibiwa hapo ndani. Picha ya mkewe ikawa sasa, ilikuwa pale mezani, na yenyewe pia ikawa imeguswa. Hiki ni kitu ambacho jamaa amekuwa kikithamini kwa miaka mingi sana. Akaiharibu haribu ile p bila kujali nini. Hakuna kitu kiliwahi kumuumiza huyu jamaa kama hicho. Yaani amemtia hasira ambazo si za kawaida. Sasa yeye anachomhitaji anachotaka ni kumpata makocha. Mtu yoyote yule ambaye atamhifadhi makochani yeye ameamua kumuona ni adui. Kama unataka kuwa na amani naye, wewe mpe adui yake aende naye. Lakini kumbuka, wadogo zake na brother Ding walimwambia bana, huyu jamaa atakuja tuletea matatizo. Ah, tusimu entertain huyu, tumuondoe hapa, atakuja tuletea shida. Ndio kitu kilichotokea sasa. Makochana natafuta na maadui, kaingia jamaa hapa, anataka kuharibu kila kitu katika nyumba yao. Ukweli ni kwamba Fu Hongxue ana uwezo sio wa kawaida. Tayari akawa ameshaanza kumnyoosha brother Ding. Wewe ufu visa vyako ni kati yangu mimi na yani kati yetu familia yetu na yako na wewe. Kwa nini unamshambulia brother Ding? Ni chenje hizo, buhashe yenza wa furu. Wewe si umeolewa katika familia ya Yuan. Kwa nini upo katika familia ya brother Ding? Kama mimi naishambulia brother familia ya brother Ding, wewe vinakuhusu. Hivi ufuongshu umechanganyikiwa au una matatizo gani? Aio hia miguu. Naona Ma Fangling, mara kwa mara umekuwa ukinidharau mimi na unaamua kuwapa watu wengine. Nataka uelewe tu kwamba haya ni maisha tu. Na kama basi unadhani utakaa karibu naye huyo jamaa hata kusaidia chochote Inaonekana wewe una kama chizi wewe. <laughs> Sijui wewe una pepo gani wewe. Yaani ukoje wewe kaka? Wala usijali. Naomba nikushukuru pia. Kwa sababu kama sio hivi, pengine tusingekutana. Lakini pamoja na yote lazima pana mtu lazima au wawe. Ah, nenda ukamlete baba yako. Nimeshasema. Marko Chan hayuko hapa. Brother Ding akawa na sasa kila kitu anachofanya brother Ding. He, yani unaambiwa huyo mwamba sasa four. Anachukulia mapambano haya serious sana. Alimkata mkono ndugu anakuja pale. Wanapata pana mapambano sasa, wote wakaanza kuamua wapambane. Jamaa ameenda kwenye himaya ya watu, amefika pale anafanya fujo, yani noma kabisa, yani kuna kipindi jamaa unaweza ukamchukia. Laiti kama angejua u mwanamama au mama ambaye anamtuma kwenda kufanya haya, kumbe hata sio mama wa kumzaa, au hata baba ambaye anampambania kiasi hiki sio baba yake hata wa kumzaa. Yaani siku akija akijua hiyo siri sijui atajisikiaje kwa sababu anapambana kumuua mtu aliyeua aliyemuua baba wa... benshi, Dinga kasema, sasa kama ikiwa basi umeamua kufanya, ninaomba usiwaue ndugu zangu. Sasa wewe na sisi hatuna chuki yoyote. Kwani unataka kuwadhuru ndugu zangu? Nitakupa siku tatu, mm. Baada ya siku tatu nitarudi tena teoto ime, kama hautamtoa mako chanu basi sinta ichukulia familia yako poa, nitafanya chochote kile ninachoamua mimi eh. Ebane jamaa ametoa kitisho sio cha kawaida, na sasa hivi amekuwa kilema, anatembea kama zombi, anachechemea yani, you cannot stop him Suti. Na nguo zake ndo hizo za nyeusi. Hey, akitembea hivi kama masihara, walitandikwa ndani ya muda mfupi tu. Jamaa ameingia amewanyoosha. Uh, mdogo wangu vipi, uko salama? Uh, e, niko salama, niko uh, nimepata michubuko ni ba. Oh, basi nitakutafutia daktari. Hapana, yuko sawa. Kivipi tena wewe, mwenyewe si umejionea, umeona kitu ambacho umefanya. Fu Hongxue ilikuwa atuue Eh, nini nini nini ambacho kimetokea, lakini ukomi wewe. Kwa hiyo unataka nifanye yani, nimtoe makochani kile ili kusudi mbele za macho yangu? Wadogo zangu, nisikilizeni, familia yetu haiko hivyo, na sisi sio sio waoga. Aa, waoga, tuna walinzi watatusaidia. Basi mimi mimi ni, ni unaona nini kufanya hivi yani, kwamba umsaidie mtu ambaye hata sisi tuwani kutukosea nashindwa hata kumlinda mdogo wangu mwenyewe, lakini tuko busy kuwalinda watu wengine ambao hayo ambayo jamaa huyu hatatuwajui, huyu Fu Hongxue ni adui na huyo Ma Kongqun mwisho wa siku unakuja kumficha hapa. Yote hii ni kwa ajili pia ya huyu mwanamke. Tuondokeni, tuondokeni. Maskini brother Dinga anapata malalamiko makubwa sana. Kila mara anajifikiria kumsaidia huyu binti lakini kila siku linazuka jambo jingine. Ni kama nilivyowahi kusema, huyu binti anakuwa kama ana gundu fulani hivi, yani popote anapokuwepo kuna vitu vinatokea. Anaanza kusema sasa, nafikiri ni kwa sababu yangu mimi, ndio maana Fu Hongxue alikuja hapa. Brother Dinga akamwambia, usijali, nimesema usijali, wala unaje kuongea sana Samani, samani, ni asira. Ni unajua moyoni mwangu tayari kuna asira nyingi. Ni natamani kubaki peke yangu, hebu niache kidogo. Binti anabaki hapo akiwa anatoa macho tu hajui cha kufanya. Kufanywa e, ana masikitiko makubwa kwa sababu wamepata kama hifadhi tu hapa, lakini kila mara yanaibuka ya kuibuka Kwaar. Yaonyesha basi, ni kwa sababu ya kuto kuvumilia kwa, nimeshindwa hata kuilinda kumbukumbu kumbu ya mwisho inayokuhusu yeah. Miaka michache iliyopita ulipoondoka baba, pia alifariki akawa ameniachia maelekezo iwe... Sasa we ndo hii ndio kumbukumbu yako ya mwisho niliyokuwa nayo, lakini siwezi kuvumilia tena wanataka nimtoe, lakini baada ya kufanya hivyo, nachojua ni kwamba kifo kinamsubiria. Nachojua hmm. Ma Fangling ndo binti wake wa pekee, emm, kwa maana nyingine ni kwamba siwezi kuruhusu ndugu akagombana brothers and sisters. Siwezi. Sasa mpenzi, ungalikuwa hapa, uko pamoja na mimi ungenishauri nilifa, nifanyeje juu ya hili. Ile picha imechanwachanwa, maskini yuko pale anapambana kuiungaunga. Mafalini akawa ametokezea pale, hii kitu imemuumiza hata yeye najua tena. Hiki ndo kitu pekee ambacho kwa amebakia nacho kama kumbukumbu da. Basi bibi naye sijui nice, kulikuwa kuna karatasi pembeni kipande, ambako jamaa kukiona Bii asogee, kamwambia kuna hiki kingine kwa jamaa. Kuna kitu kama vile tunakiona sana ni mara kwa mara, kama anajisogeza sogeza, anajisogeza sogeza. Hmm. Unajua sina namna nyingine

lakini siwezi pia kuruhusu familia yako ikae katika hatari, au nimekosea? Akasema nimekuelewa, asante brother, nashukuru sana kwa mambo ulioamua kutusaidia oh. Akasema kesho asubuhi si, nitaandaa gari liwapeleke katika hekalu la mm, na huko pia mkienda, tutawatafutia sehemu ya kuishi. Nimekuingiza katika matatizo bro Archi, inaonekana kama vile sija kusaidia chochote naomba basi unisamehe sana. Mimi ndo ambaye natakiwa ni kuombe radhi e, kamshika mpaka mkono e, hapa kuna kitu hapa. Akasema afu hata hivyo yani mimi... e, natamani sana uendelee kuwa hapa Brother, mimi najua kwamba wewe ni mtu mwema sana. Lakini kuna baadhi ya vitu vingi katika hii dunia ambavyo haviwezi kubadilika kuna baadhi ya watu pia hatuwezi kuendelea kuwa nao. Ni kama vile mke wako baada ya kufariki kwako, ni kama wewe jinsi, yani ni kama ambavyo unajisikia mm, sasa na familia yenu, nyii ni familia ambayo iko bizi. Kwa hiyo kesho tutakuwa sisi tumeshaondoka, basi uwe salama, hakikisha huwa unakumbuka kujiangalia na kuwa makini na mambo yote. Akasema sawa.